Katika kijiji tulivu kilichoko Dodoma, aliishi kijana mmoja aliyekuwa akijulikana kwa jina la Oska. Oska alikuwa kijana mwenye sura ya kuvutia, mvuto mkubwa na maneno matamu. Lakini kulikuwa na jambo moja lililomuumiza sana moyoni, umasikini. Kila siku, Oska alikuwa akitembea katika mitaa ya kijiji hicho, akiwaangalia vijana wenzake wakipita na magari ya kifahari, wakiishi kwenye nyumba nzuri za kisasa, wakifurahia maisha mazuri. Aliwaza kila siku, siku moja nitakuwa kama wao. Lakini hali yake ya maisha ilikuwa inakatisha tamaa. Siku moja alipokuwa akitembea sokoni kama kawaida, Oska alisikia mazungumzo kati ya wanawake wawili wazee waliokuwa wakisemezana kwa sauti za chini lakini kwa uchu wa umbea. Walikuwa wakimsema mwanamke mmoja tajiri sana aliyefahamika kwa jina la Mama Anita. Mama Anita alikuwa mkubwa sana kwa Oska, huenda hata alikuwa na umri wa mama yake mzazi lakini lililomvutia Oska lilikuwa tetesi kwamba mama Anita alikuwa anatafuta mume, na si mume yoyote tu. Alihitaji kijana mwenye nguvu, mvuto na sura ya kuvutia. Habari hizo zilienea haraka katika kijiji kizima. Akili ya Oska ikaanza kuchachamaa. Ingawa mama Anita alikuwa mkubwa kwa umri, alikuwa maarufu kwa utajiri wake mkubwa alimiliki mashamba makubwa, biashara mbalimbali mjini, na alikuwa na fedha nyingi alizokuwa amezihifadhi kwa muda mrefu. Hakuwahi kuzaa watoto na hakuwa na mtu wa kumrithisha mali zake. Oska akafikiri, nikimwua huyu mama mali yote itakuwa yangu. Siku moja rafiki yake Oska aliyeitwa Kevin naye alikuwa amesikia tetesi hizo. Alipoambiwa na Oska mpango wake, alicheka kwa dharau. Unataka kumuoa yule mama mzee kwa sababu ya pesa zake tu? Kevin alimsema kwa kejeli. umefikia kiwango hicho cha kukata tamaa rafiki? Lakini Oska hakujali maneno hayo. Kevin, hii ni nafasi yangu ya kutoka kwenye umasikini, alijibu kwa msimamo. Nataka maisha ya kifahari na huu ndiyo mwanzo wake. Siku iliyofuata, Oska aliamka mapema, akavaa mavazi yake bora kabisa: suruali safi ya rangi ya buluu, shati jeupe lililopigwa pasi vizuri, na viatu vya rangi ya kahawia vilivyong'aa. Alijipulizia manukato, kisha akaelekea nyumbani kwa Mama Anita. Jumba la Mama Anita lilikuwa kubwa na la kuvutia, likiwa limezungukwa na ukuta wa zege mrefu, lango la kisasa la chuma, na bustani ya maua yenye harufu ya kupendeza. Moyo wa Oska ulikuwa ukidunda kwa nguvu alipogonga mlango wa mbao mzito. Baada ya dakika chache, mlango ukafunguliwa polepole pole. Na hapo akatokea Mama Anita mwenyewe akiwa amevaa kitenge cha hariri, nywele zake za kijivu zikiwa zimefungwa kwa kilemba maridadi. Alitabasamu kwa upole, macho yake yakimetameta kwa mshangao. Karibu, kijana. Ni kitu gani kinakuleta hapa nyumbani kwangu? aliuliza kwa sauti tulivu lakini yenye mamlaka. Oska akavuta pumzi ndefu, kisha akasema kwa ujasiri, Mama Anita, nimesikia habari zako na utafutaji wako wa mume. Naamini mimi ndiye mwanaume unayemtafuta. Mama Anita alicheka kwa sauti ya utulivu. Na kwa nini kijana mzuri kama wewe ungetaka kumuoa mwanamke mzee kama mimi aliuliza huku akiinua nyusi moja. Swali hilo lilimkuta Oska bila maandalizi. Alitegemea mama huyo angefurahi au kupendezwa moja kwa moja. Lakini badala yake, Mama Anita alionekana mtulivu na makini. Oska alijikuta akitafuta maneno kisha akatabasamu kwa mvuto wake wa kawaida. Si mali yako tu ndiyo inanivutia alisema. Naona ndani yako hekima, nguvu na ujasiri wa mwanamke ambaye anaweza kunifundisha mengi. Tukishirikiana tunaweza kujenga maisha bora zaidi. Mama Anita alimtazama kwa muda mrefu bila kusema neno, kisha akatikisa kichwa polepole. Sawa, Oska alisema, nitayafikiria maneno yako lakini kufunga ndoa na mimi si jambo rahisi kama unavyodhani, lazima ujithibitishe kuwa unastahili. Moyo wa Oska ulilipuka kwa furaha ya ghafla. Nitafanya chochote utakachoniambia, mama Anita aliahidi kwa msisitizo. Mama Anita akatabasamu tena, safari hii kwa hila zaidi. Vizuri, alisema tutaona kama kweli una kile kinachohitajika. Usiku huo Oska alirudi nyumbani akijaa matumaini. Macho yake yalikuwa hayafumbi kwa sababu ya ndoto za maisha ya kifahari. Alijiona tayari akiendesha gari la kifahari, akiishi kwenye jumba la Mama Anita, akila katika mikahawa ya hadhi, lakini bado moyoni aliwaza, hivi majaribio anayoyasema yatahusisha nini hasa? Asubuhi iliyofuata jua lilipochomoza juu ya milima ya Dodoma, Oska alijiandaa mapema na kuelekea tena kwenye jumba la mama Anita. Safari hii alikuta lango limefunguliwa tayari na aliyemkaribisha hakuwa mama Anita bali mama mmoja mzee aliyevalia dera la kitenge, mwenye macho makali yaliyokuwa yanachunguza kila kitu. Unaitwa Oska, si ndio? alimuuliza kwa sauti ya haraka. Mama anakusubiri, nifuate. Oska alimfuata mpaka kwenye sebule kubwa yenye fanicha za kifahari na pazia nene la hariri. Mama Anita alikuwa ameketi kwenye sofa akinywa chai ya tangawizi. Alimtazama Oska kwa tabasamu la kupima. Oska alianza kwa sauti ya taratibu. Uliahidi kufanya lolote kuthibitisha kuwa unastahili kuwa nami. Sasa nataka kuona kama kweli maneno yako yana maana. Oska alitikisa kichwa kwa msisitizo. Niko tayari mama. Mama Anita akanyoosha mkono na kuonyesha kikapu kikubwa kilichojaa vyakula. Shamba langu liko pembezoni mwa kijiji, nataka uwapelekee hawa chakula wafanyakazi wangu walioko kule, wanalima tangu alfajiri. Hakikisha unawafikishia kila kitu salama. Oska alichukua kikapu bila kusita akili yake ikamwambia, kama hii ndiyo kazi ya kuthibitisha, basi ni rahisi kabisa. Safari ya kuelekea shambani ilikuwa ndefu, jua la Dodoma lilikuwa kali na jasho lilimtiririka vibaya. Alipofika shambani, alishangaa kuona ukubwa wa eneo hilo. Shamba lilikuwa pana, likiwa na mistari ya mahindi, nyanya na vitunguu iliyoenea mpaka ambako macho hayakufika. Wafanyakazi walimwangalia kwa mshangao alipokaribia mzee mmoja mwenye ngozi iliyochomwa na jua aliyeitwa Babu Salum alimkaribia. lazima wewe ndiye yule kijana mpya ambaye mama Anita amekuwa akimtaja, alisema huku akifuta jasho kwenye paji la uso wake. umeletwa chakula? Oska alikabidhi kikapu. Ndiyo babu, mama Anita amenituma. Babu Salum alitikisa kichwa polepole. hili ni jaribio tu mvulana Ukidhani kubeba kikapu ndiyo kazi yote, utashangaa. Kabla hata Oska hajamuuliza alimaanisha nini, mmoja wa wafanyakazi alipiga kelele kutoka upande wa pili wa shamba, maji! Maji yamekatika! Mfumo wa umwagiliaji ulikuwa umeharibika. Bila maji mazao yote yangekauka. Wafanyakazi walianza kukimbizana huku na kule, wakijaribu kurekebisha tatizo hilo. Oska alitazama kwa sekunde chache kisha akavua shati lake akapandisha suruali na kujitosa kusaidia. Alivuta mabomba akaondoa uchafu na kusaidia kuunganisha sehemu zilizopasuka. Jua lilikuwa likichoma zaidi, mikono yake ikaanza kuchubuka, lakini Oska hakukata tamaa. Alijua hii ndiyo nafasi yake kuonyesha kuwa si mtu wa maneno tu. Baada ya saa kadhaa, mfumo wa umwagiliaji ulirekebishwa na maji yalianza kutiririka tena. Babu Salum akampiga Oska bega, umefanya vizuri kijana, pengine hauko hapa kwa ajili ya pesa tu. Oska alitabasamu ingawa mwili wake ulikuwa umejaa maumivu. Aliporejea kwenye jumba la Mama Anita jioni hiyo, akiwa amechoka na jasho limetanda usoni, alimkuta Mama Anita amekaa kama kawaida, akiwa na kikombe cha chai mikononi. Alimwangalia Oska kwa macho ya kuvutiwa, kisha akasema, umejitahidi leo Oska, lakini hili ni mwanzo tu. Maisha ya utajiri si ya mtu mzembe, inahitaji nguvu na uvumilivu. Maneno hayo yalimgusa Oska moyoni alikuwa amefaulu jaribio la kwanza, lakini sasa alijua kuwa mengine yalikuwa yanamngoja mbele. Asubuhi iliyofuata Oska aliamka akiwa na mwili unauma, lakini azimio lake halikupungua hata kidogo. Alivaa na kuelekea kwenye jumba la Mama Anita kama kawaida. Alipofika alikutana tena na yule mama mzee mlezi wa nyumba ambaye aliitwa Mama Eda. Safari hii uso wake haukuwa na tabasamu, bali sura ya uzito na tahadhari. Leo mama anakusubiri bustanini, alisema kwa sauti iliyonyamaza. Oska akamfuata mpaka bustani kubwa yenye maua mekundu na manjano yaliyofunika mandhari kama peponi. Katika kiti cha mawe katikati ya maua aliketi Mama Anita akiwa amevalia gauni jepesi na kanga iliyofungwa kichwani. Alimwangalia Oska kwa tabasamu dogo. Umefanya kazi nzuri jana, alisema kwa sauti ya upole lakini yenye msimamo Nimeona huna hofu ya kazi ngumu, hilo ni jambo zuri. Lakini ndoa na mimi si jambo la nguvu za mwili tu, lazima uwe mtu mwenye busara na uwajibikaji. Oska alitikisa kichwa kwa kujitoa. Niambie tu ni nini unahitaji nifanye leo, mama. Macho ya Mama Anita yalimetameta kana kwamba alijua anachokitarajia kutoka kwake. Leo nataka ushughulikie jambo nyeti zaidi kuna watu kadhaa sokoni wanaonidai fedha nyingi. Nataka uwafuate uwadai na unirudishie fedha zangu. Si wote watakuwa tayari kulipa, lakini nataka mtu ninayeweza kumwamini. Wewe ndiye mtu huyo. Moyo wa Oscar uliruka kidogo. Alijua soko la Dodoma ni la fujo, lililojaa watu wa aina mbalimbali, wafanya biashara, wezi, wahuni na wenye madeni wasiotaka kulipa pia kubeba pesa nyingi huko sokoni kulikuwa na hatari zake, lakini hakuwa tayari kuonekana mwoga. Umejua mama Anita, nitafanya hivyo mama Anita. Alimkabidhi orodha ya majina na kiasi cha fedha kila mmoja anachodaiwa. Tumia busara yako, tumia mvuto wako, lakini usiwe mpumbavu, alionya kwa sauti ya chini. Oska akachukua orodha na kuelekea sokoni moyo wake ukiwa na msisimko mchanganyiko wa uoga na ujasiri. Soko la Dodoma lilikuwa na pilika pilika za kila aina, watu wakipiga kelele, wauzaji wakipaza sauti za bidhaa zao, magari madogo yakipita kwa mwendo wa polepole pole, harufu ya samaki na viungo vikiwa hewani. Jina la kwanza kwenye orodha lilikuwa Mzee Musa, muuzaji wa vitambaa maarufu sokoni. Oscar alifika kwenye kibanda chake na kumsalimia kwa heshima. Mchana mwama, Mzee Musa, alisema kwa adabu. Mama Anita amenituma kukusanya kile unachomdai, Mzee Musa. Mzee mnene mwenye ndevu nene alikunja uso aliposikia jina hilo. Mama Anita tena? Huyo mama kila siku ni kudai pesa tu, alingunika. Baada ya kimya kidogo, akapumua kwa nguvu, akaingia ndani ya kibanda na kutoka na mfuko wa sarafu. Chukua, mwambie hii ndiyo mara ya mwisho atanisikia nikiwa na deni, alisema kwa hasira iliyodhibitiwa. Oska alitabasamu, akamshukuru na kuelekea jina la pili kwenye orodha, mama Sada, muuza viungo. Huyu hakuwa mwepesi kama wa kwanza. Aliposikia jina la Mama Anita, mama Sada alikunjamana sura Mwambie sina pesa zake, alikemea. Biashara imekuwa ngumu, nitamlipa nitakapopata. Oska alikumbuka onyo la Mama Anita kuhusu kutumia mvuto, lakini si upumbavu. Alijaribu kumbembeleza, Mama Anita ni mwenye haki, anaelewa hali ngumu, pengine unaweza kutoa hata kiasi kidogo kwa sasa. Mama Sada alikataa kata katakata. "Siwezi kutoa hata shilingi moja hadi biashara ibadilike." Oska aliona wazi kuwa hii ilikuwa mtihani wa uvumilivu na maamuzi. Baada ya sekunde chache akasema kwa upole, sawa mama Sada, nitamjulisha mama Anita kuhusu hali yako. Siku hiyo ikaendelea hivyo, wengine walitoa, wengine walikataa, wapo waliomkumbatia kwa shukrani, wengine walimtolea maneno makali. Ilikuwa safari ya mafunzo ya maisha. Jioni ilipofika, Oska alirejea kwenye jumba la Mama Anita na mfuko wa pesa mikononi. Alimkuta mama, an alimkuta Mama Anita akiwa amekaa kwenye ukumbi mkuu wa jumba lake. Alipomkabidhi mfuko, Mama Anita aliupokea akapekua pesa, kisha akasema kwa sauti tulivu, si zote, bado kuna majina kwenye orodha. Ndiyo mama, Oska alikiri akitetemeka kidogo wengine walishindwa kulipa, lakini nilihakikisha kuwa nimewaeleza umuhimu wa kulipa na nimekuletea kila walichoweza. Mama Anita alimtazama kwa muda mrefu bila kusema. Hatimaye akasema kwa sauti ya chini lakini ya maana, umefaulu jaribio jingine Oska, lakini fahamu kuwa mume wa tajiri si tu kukusanya pesa, ni kulinda mali, kuchukua maamuzi magumu, na kuwa tayari kupambana na watu hatari. Oska alisikia baridi likimpitia mgongoni. Alijua kwamba majaribio yalikuwa yanazidi kuwa magumu na bado hakuwa karibu kufikia mwisho wa safari yake. Asubuhi iliyofuata Oska aliamka akiwa bado na mawazo ya jana. Alikuwa ameona sura nyingi, baadhi zenye shukrani, nyingine zenye hasira na dharau, lakini alihisi amefanya kwa uaminifu kadiri alivyojua. Alipofika kwenye jumba la mama Anita alikutana tena na mama eda mlangoni, lakini safari hii sauti yake ilikuwa laini zaidi kuliko kawaida. Leo mama anakusubiri kwenye chumba chake cha binafsi, alisema kwa sauti ya heshima. Oska alitembea kwenye korido tulivu za jumba hilo mpaka akaingia kwenye chumba cha mama Anita, chumba kilichojaa mafaili, karatasi, daftari la akaunti na ramani za mashamba. Ilikuwa dhahiri mama Anita ndiye aliyekuwa akiendesha mambo yote ya kijiji kimya kimya. Alipomwona Oska akiingia, mama Anita aliinua macho yake kutoka kwenye daftari na kusema kwa sauti ya kujiamini, leo nataka nikupe kazi nyeti sana. Kuna kipande cha ardhi kinamilikiwa na mjane mmoja anayeitwa mama Foleni. Amechelewa sana kulipa deni lake na nina haki ya kuchukua ardhi hiyo. Alisimama na kumtazama moja kwa moja machoni. Nataka wewe ukae naye. Mweleze hali. Kama hana pesa, nina mpango wa kumchukulia ardhi hiyo hata kama atabaki bila chochote. Moyo wa Oska ulishuka. Alikuwa amemsikia Mama Foleni, mjane masikini mwenye watoto watatu, ambaye alikuwa akihangaika kuuza mboga ili kuwatunza. Fikra ya kumpokonya kila alicho nacho ilingusa moyoni vibaya. Lakini Mama Anita hakuwa na huruma. Hili siyo tu jaribio la pesa, ni jaribio la uaminifu na maamuzi. Nenda uamue utakavyoshughulikia hili. Oska alitoka akiwa amefadhaika. Safari hiyo kwenda kwa Mama Foleni ilikuwa ya kimya, kila hatua ikihisi uzito wa dhamira. Alipofika kwenye nyumba ndogo ya Mama Foleni alipokewa kwa tabasamu la furaha. Karibu mwanangu, Mama Foleni alisema kwa sauti ya upole. Alikuwa amevaa kanga iliyochakaa na watoto wake wawili walikuwa wanacheza pembeni kwenye bustani ndogo ya mboga mboga. Oska alishindwa kuongea kwa muda, halafu akapiga magoti mbele yake. Mama Foleni, eh, Mama Anita amenituma kuzungumzia suala la ardhi. Ana haki ya kuchukua kama hutalipa, lakini ninataka kusaidia. Mama Foleni alitazama chini, machozi yakimtoka. Mwanangu, sijui nifanye nini, bado sijapata pesa, lakini naapa kwa jina la marehemu mume wangu nitajitahidi. nipeni muda tu. Oska alishika mkono wake kwa heshima. nitamwambia Mama Anita ukweli, nitajaribu kumpa moyo. siwezi kuchukua kila kitu kutoka kwako, nisingeweza kulala usingizi nikiifanya hiyo kazi. Alirudi nyumbani kwa Mama Anita jioni hiyo. Alikuwa mwenye hofu kubwa. Alimkuta mama akimsubiri chumbani. Umeishughulikia? Aliuliza kwa sauti ya utulivu lakini yenye mashaka. Oska alisimama wima. Sikuichukua ardhi, nilizungumza naye, anaahidi kulipa kama akipewa muda zaidi. Ulinipa kazi si ya kutii, bali ya kuamua. Nimeamua kufuata dhamira yangu. Chumba kilitulia. Mama Anita alimkazia macho kwa muda mrefu sana, halafu akasogea kwake polepole. Umenishangaza Oska, alisema kwa sauti ya upole. Hii ndiyo ilikuwa kazi halisi, sio pesa wala ardhi. Nilihitaji kuona kama unaweza kusimama na kutetea kile unachoamini, hata kama kinaweza kukuumiza. Umefaulu kwa sasa. Oska alivuta pumzi kwa nguvu, msongo wa mawazo ukimtoka lakini moyoni alijua bado safari haijaisha. Alihisi kuwa majaribio haya yalimvuta kwenye ulimwengu wa giza na maamuzi magumu, ulimwengu wa utajiri na mamlaka uliokuwa ukitishia kumngoa kabisa kwenye maadili yake ya awali. Siku iliyofuata Oska alitembea kuelekea jumba la Mama Anita kwa hatua za kusuasua. Kila hatua ilihisi kama kubeba mzigo mzito. Mawazo yake yalikuwa yamejaa maswali Je, kweli alikuwa amechukua uamuzi sahihi kuhusu mama foleni? Je, mama Anita bado anaamini ndani yake? Alipofika alikutana tena na mama Edda. Safari hii uso wake ulikuwa na wasiwasi wa dhati. Leo mama anakusubiri kwenye ukumbi mkuu, alisema taratibu nae, Oska uwe makini. Oska akaingia ndani ya ukumbi wa kifahari ndani mama Anita alikuwa amesimama karibu na meza kubwa ya mbao. juu ya meza kulikuwa na sanduku dogo la mbao lililokuwa limefungwa vizuri. Anga la chumba lilikuwa na ukimya mzito wa kushangaza na uso wa mama Anita ulikuwa na ukali wa ajabu. Oska alianza kwa sauti tulivu lakini yenye mamlaka, umeonyesha kuwa una nguvu, busara na moyo wa huruma, lakini sasa huu ni mtihani wa mwisho, na huu ndio utakaobadilisha maisha yako milele. Alilifungua sanduku hilo. Ndani yake kulikuwa na mkataba wa kisheria, hati ya makubaliano kati ya mama Anita na mfanyabiashara maarufu wa Dodoma anayefahamika kwa jina la Chifu Okoya. "Chifu Okoya, mama Anita aliendelea, ni mshirika wangu wa zamani, lakini sasa nimegundua amenihujumu, ameiba pesa kutoka kwenye biashara zetu za pamoja Huyu mtu ni hatari, ana ushawishi mkubwa mjini na kukabiliana naye si mchezo, lakini nina njia ya kumwangusha. akamkodolea macho Oska. mkataba huu nilioupata kisheria, nikisaini utamwangusha kabisa, atafilisika, atafedheheka hadharani. Lakini sitaki kuusaini mwenyewe, nataka wewe usaini kwa niaba yangu kwa kufanya hivyo utakuwa sehemu yangu halali, ushirika wetu utaimarika na utajiri wangu wote utakuwa wako pia. Lakini hii pia utakuwa umesaidia kumwangamiza mtu mwingine. Oscar alihisi pumzi ikamkatika. Aliangalia mkataba, kisu kilichofichwa ndani ya karatasi, nguvu ya kuharibu mtu mmoja kwa faida yake mwenyewe. Mama Anita alikaribia na kusema, ukisaini Oska, utakuwa rasmi mume wangu, utapata mali, ushawishi na kila ndoto uliowahi kuwa nayo, lakini ukikataa, basi ndiyo mwisho wa safari yako hapa. Kulikuwa na ukimya wa dakika nzima, halafu Oska akavuta pumzi kwa nguvu, machozi yakimtoka kimya kimya. Mama Anita alianza kwa sauti yenye hisia, nimejifunza mengi kutoka kwako Umenifundisha nguvu ya pesa, ushawishi na maamuzi magumu, lakini pia nimejifunza jambo kubwa zaidi. E, kuna vitu ambavyo pesa haiwezi kununua kama utu, dhamira na amani ya moyo. Akaweka kalamu mezani. Siwezi kusaini mkataba huu, sitaharibu maisha ya mtu mwingine kwa ajili ya ndoto yangu, na kama hiyo itamaanisha kupoteza kila kitu, basi na iwe hivyo. Mama Anita alimtazama kwa muda mrefu, halafu kwa mshangao wa Oska akatabasamu, tabasamu lenye utulivu wa ndani. Hicho ndicho nilichotaka kuona, alisema kwa sauti ya pole. Oska, huu ndio mtihani halisi, sio mkataba, bali nafsi yako. Wanaume wengi wangesaini bila kufikiri, lakini wewe umeonyesha kuwa una kitu cha kipekee. Oska alichanganyikiwa hii yote ilikuwa jaribio? Mama Anita alitikisa kichwa kwa utulivu. Ndiyo, nilihitaji kujua kama ungeweza kubaki na misingi yako hata mbele ya tamaa na nguvu. Umefaulu Oska, lakini pia safari yako hapa inaisha. Oska alitabasamu kwa huzuni. Ninaelewa, huu si ulimwengu wangu tena. Mama Anita akamshika mkono, lakini kumbuka ulimwengu unahitaji watu kama wewe wenye nguvu ya kusema hapana, hata inapowezekana kusema ndio. Wewe ni mtu wa kipekee Oska. Umeacha alama hapa, hata usiwe na mali yangu. Oska alitoka kwenye jumba hilo kwa mara ya mwisho. Moyo wake ulikuwa mzito, lakini roho yake ilikuwa huru. Alikuwa amekataa utajiri lakini alikuwa amebaki na kitu kikubwa zaidi, heshima yake. Funzo la hadithi he: Kufuatilia utajiri na mamlaka kunaweza kukupeleka njia za giza, lakini hatimaye kuwa mwaminifu kwa maadili yako binafsi ni ushindi wa kweli. Oscar alijifunza kwamba maisha bora si lazima yaambatane na pesa nyingi, bali na uwezo wa kusimama kwa kile unachokiamini hata mbele ya vishawishi vikubwa. Mimi naitwa Maria. Kama umependa simulizi hii naomba ulike video yangu na ukomenti, pia nakuomba usubscribe kwenye channel yangu. Asanteni.